Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Saudi Arabia imetangaza msimamo mkali kwamba usalama wa taifa lao ni mstari usiovukwa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa kwenye eneo la bandari moja muhimu nchini Yemen. Hatua hiyo imechochea hofu ya kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi na kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Riyadh, mashambulizi hayo yalilenga bandari ya Mukalla yakidaiwa kuhusishwa na usafirishaji wa bila idhini ambao Saudi Arabia inasema ulikuwa unatishia usalama wake wa ndani pamoja na uthabiti wa ukanda mzima. Serikali ya Saudi Arabia imesisitiza kuwa haitakubali hali yoyote itakayohatarisha mipaka yake au maslahi ya kiusalama. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo vita vya Yemeni vikiendelea kwa miaka kadhaa, vikihusisha makundi mbalimbali ya kijeshi, serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa, pamoja na nguvu za kigeni. Saudi Arabia imesema inalenga kuzuia silaha kufika mikononi mwa makundi yanayochochea machafuko huku ikisisitiza kuwa hatua zake ni za kujilinda na si za kuchochea vita mpya. Katika hatua nyingine, mvutano umeanza kuonekana pia katika uhusiano wa kisiasa ndani ya ukanda wa Guba, hasa baada ya taarifa zinazoashiria kutokubaliana kimkakati kati ya Saudi Arabia na baadhi ya washirika wake kuhusu namna ya kushughulikia mgogoro wa Yemen. Wachambuzi wanasema hali hii inaweza kuathiri siasa za kikanda na hata uchumi hasa masoko ya fedha ya nchi za Guba. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa tahadhari ya mazungumzo ya kidiplomasia ikihofia kuwa msimamo mkali wa kijeshi unaweza kuzidisha mateso kwa raia wa Yemen ambao tayari wanakabiliwa na moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Kwa sasa Saudi Arabia inasisitiza kuwa usalama wake hauko kwenye majadiliano na kwamba itachukua hatua zozote itakazoona zinafaa kulinda taifa lake. Swali kubwa lililobaki ni je, msimamo huo utafungua mlango wa mazungumzo mapya ya amani au utaongeza moto wa mgogoro ambao tayari umechukua muda mrefu bila suluhisho la kibinadamu? Mimi ni Isaac Samuel, endelea kuifuatilia Vision TV.